Mtazamaji ni mwendelezo wa matukio katika ajali ambayo imetokea usiku wa kuamkia leo hapa majumba sita Makulu, barabara inayotoka Yudom kuelekea mjini kati, tumefika hapa na wananchi wa hapa wanaiomba serikali kusaidia kutoa gari ambalo lilisababisha ajali ili kuangalia pengine huenda ndugu zao wakawa chini wamefunikwa na gari hilo kwa jina anaitwa Mandira Joseph Abduli. Tunaomba jeshi la polisi litoe msaada kuja kuvuta hili gari, kwa sababu tangu jana mpaka sasa hivi mdogo wangu hapatikani kwenye simu, na yeye anapakigi hapa ni bodaboda hapa, aonekani mpaka sasa hivi, ni watu kama wawili aonekani. Catherine Dismas ni mkazi wa hapa Makulu. Kwa mpaka sasa hivi tulikuwa tunaomba msaada kwa jeshi la polisi wafanye hivyo vyote, yani inavyowezekana. Ikiwezekana tupate msaada ili liwezekane hilo gari litolewe mahali hapo, kama kuna watu waliobaki humo wapate msaada. Tunachoomba sa -sa -sana, sana kwenye hii kampuni, kama kuna uwezekano wa kupata winchi ili kuja kulisogeza hili gari hapa, maana yake inasemekana, inasadikika bado kuna kama watu wawili huko chini. Mtazamaji umepata kuwasikia wananchi wa eneo hili wakizungumzia kuhusu ajali hii. Mbali na ajali hii kuwa takribani watu kadhaa, yapo maeneo ya, ya kufanyia biashara ambayo pia nayo yameharibiwa, lakini pia tumepata wasaa wa kufanya mahojiano na uongozi wa mtaa huu. Sasa twende tukawasikilize. yangu naitwa Anna James, ni balozi wa huu mtaa. Hofu yetu kubwa ambayo tunaiona mahali hapa, bado tuna yaani, bado tuna hofu, tunahisi yani labda bado tuna tuna labda kuna miili bado ipo yaani bado tunahofu kwa sababu hata jana hilo swali lilivyotokea hadi sasa hivi tujapata mwafaka mzuri wa kutuelimisha na kutuambia kipi ambacho kimesababisha, na mpaka sasa tunaona wako kimya. Hatujui mpaka sasa hivi wamefikia wapi, mpaka sasa hivi hatujui changamoto ni nini, mpaka sasa hivi hawatuambii chochote, wako kimya na watutaarifu wananchi kitu chochote kinachoendelea. Na mpaka sasa, sasa tuko, tuko mahali hapa na maana yake, hatujui kinachoendelea mpaka sasa hivi bado vichwa vinatuuma na tunajua kabisa tatizo liko hapa na hatujui kama bado wenzetu bado wako humu au hamna. Maana yake bado tunaona toka asubuhi watu wanakuja kuangalia, wanatoka wanaangalia. Watupe taarifa ambayo iko kamili, tuwe tunajiridhisha kama ndugu zetu wote wametoka au bado. Mi naitwa Leonard Ndama, mwenyekiti wa mtaa wa Msangalare Magharibi, Dodoma Makulu. Ajali hii kutokea, alikuja magari yale ya tazani mawili, lakini uwezo wa kulinyanyua hili hakuna, labda tulikuwa naomba yale manani mavifaa vikubwa viweze kuinua hapo na si tuweze kulizika, maanake ndugu wengine mpaka sasa hivi hawaonekani wawili, nikija lile kreni kubwa waweze kuinua basi kama kuna miwili iweze kuondolewa. Mtazamaji, hii ndio hali halisi inayoonekana katika eneo hili la ajali. Mimi ni Jacqueline Masawe, endelea kutufuatilia kwa ajili ya taarifa zaidi.